Asema nina wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kazi endelee. Asema kauli mbiu ya Mahakama Tanzania mwasikia. Uadilifu, uweledi na uwajibikaji Hasema hongera mama, hongera, hongera mama Samia hongera hongera, we mama hongera hoyawe hoy, kwa juhudi zako Tanzania yanga, asema hongera mama hongera, jaji mkutwa kupa hongera

Asema hongera, tunakupongeza Rais Mama Samia, we mengi mema ya kimaendeleo umetuletea we, makao makuu ya mahakama yetu, twa hasema leo ni siku adhimu, hakika imetimia. Leo ni siku adhimu hakika imetimia, ni yule yule daktari bingwa wa maendeleo, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi chetu rais mama Samia. Mama leo tunakushukuru sana, kwanza kwa kuhudhuria leo, historia njema mama umetuwekea. Basi wananchi mbalimbali twasema, mama leo siyetusha kupokea sema wananchi, kwa hakika tumefurahika sana mama, kuja kuzindua jengo la makao makuu ya mahakama, ambalo hili ni la sita kwa ukubwa dunia nzima, tena ni la kwanza kwa barani ya Afrika kwa majengo ya makao makuu ya mahakama. Asema pia serikali yetu haikuishi hapo, ikatujengea jengo la tume ya utumishi wa mahakama na nyumba 48 za majaji, leo hapa tumeziona. Asema na nyumba 48 za makazi za majaji leo hapa tumeziona. Basi leo hatuna budi serikali yetu kuipongeza sana maendeleo Asema Mama Samia, jengo haliishi hamu, hakika ukiliangalia asema, utaliangalia kutwa asubuhi mpaka mchana. Kwa hakika jengo ukilitizama, mama, limependeza sana, maana hili limefungwa vifaa vya kisasa mama, vya tehama ambavyo vitawezesha mahakama yetu katika kutoa huduma ambavyo vitawezesha mahakama katika kutoa huduma tena kwa njia ya haki elektroniki. Jamani, tumpongezeni mama. Asema wenye midomo sasa ifike mwisho kuongea yasomana Mama Samia hajaonesha kuchoka naendelea kupambana. Hivi mkilitiza majengo hili mnapata jibu gani? Na uliza waungwana, jibu mie nitawapa, msijeishi kwa dhana. Mnakumbuka Mama Samia alisema kama ukimzingua basi mtazinguana. Mama Samia hakumaanisha ya kuwa mutapigana. Asema, Mama Samia hakumaanisha ya kuwa mtapigana. Alitaka tuishi kwa kufata sheria, hapendi kuona haki ya mtu inapotea. Hili ndio lengo la mama. Sasa usipofata sheria cha moto utakiona, asema usipofata sheria cha moto utakiona. Jamani, mapongezi leo tumpe, nipongezi mama, leo mamalo twa... sema tunaipongeza sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wetu Mama Samia. Pongezi twa kutolea kwanza, kushirikiana na jaji mkuu si mwingine Profesa Ibrahimu Hamisi Juma. Pongezi twakutolea katika uwekezaji kuboresha mazingira katika utoaji wa haki wananchi Tanzania. Asema Profesa Ibrahimu, siye twa kuamini Asema, leo kwa hakika mama Samia, nimefurahika sana, asema leo kupata bahati tena mwanao kuja Dodoma. Na mimi mama Samia, hichi kikundu nakikumbuka sana. Leo nilipoanza kuimba historia ya jaji mkuu wa Tanzania, yeye ndo mtu wa kwanza kuja kutunza na watu wamemwona. Asema historia loyeka, ye ni mtu wa kwanza kuja kutunza na watu wamemwona, na viongozi wengine wakambatana na wote wakasimama moto <laughs> Asema jamani, mama huyo, mama mama Samia huyo, mama ye, jamani mama huyo, hey mama, kipenzi hapa atufurahike nao wazana wataka mawaziri mie na wataka uwanjani, manaibu waziri mko wapi? Twawataka uwanjani, wakuu wetu wa mikoa twawataka uwanjani, wakuu wetu wa wilaya vie ta wataka uwanjani, wakurugenzi mko wapi? Twawataka uwanjani watetezi wa samiamie na wataka uwanjani, wanawake na Samia mie na wataka uwanjani, apande msingiri uko hapi na kutaka uwanjani, majaji wote simameni, uje hapa uwanjani. Leo ni furaha kwetu bo, tumefurahika moyoni, eti waje hapa, waje hapa, we hema waje hapa, hema waje hapa, hema waje hapa

We, na... asema mama Samia, naondoka uwanja ni mwanao nimefurahika. Asema kila ninapokuona, kusema kweli moyo wangu mama huburudika. Mama wee, ni kiongozi mwema, katulete arabuka. Kikundi chako kutokea chuo cha mafunzo mama, una kitambu afika asema kikundi chako kutokea mafunzo Zanzibar, unakitambua Afrika, kikiongozwa na fande Kamishina Hamisi Bakari. Twamini leo mama hapa, tukiondoka, utatupatia baraka. Asema twamini mama, tukiondoka, utatupatia baraka. Mama hebu tutengeneze historia, nasi tuweze kukukumbuka vota.